mapenzi. Lakini sasa King Sharif, kuna hili swala zima la tumezungumzia pesa kwa upande mmoja hususan kwa mwanaume anavyohitaji mwanamke, lakini pia siku hizi kuna wanawake wana pesa eh? mm. wao wanaweza wakatumia vipi hizi pesa kuweza kupata mapenzi? Unajua sasa hivi tunaishi ulimwengu wa kidijitali, ulimwengu wa teknolojia, ulimwengu ambao kila mtu kwa nafasi yake naweza akaamua kufanya nini kulingana na pawa na nguvu alizonazo. Mm-hmm. Kwa sasa wapo wanawake ambao unakuta ana pesa yake, hana bwana hana mtu Mm-hmm. Huwa anawita wale single mothers unaonage. Kwa misemo ya sasa hivi kuna wengine wanaita ni mashangazi kwa mm -hmm. Wapo, anaweza kapata pia na yeye anachokihitaji kwa sababu si hela inafanya kazi mm -hmm. Na sisi vijana wengi tunatafuta hela, tunatafuta pesa. Kwa hiyo tunatafutia kwa mashangazi popote pale, popote pale inapopatikana pesa inatafutwa. Kwa hiyo mwanaume anaweza kununuliwa pia na yeye, kwamba mwanamke anakuja na yeye anakibonda chake anakwambia mimi nakuhitaji moja mbili tatu, na huwezi kukata kwa sababu si unatafuta pesa na unaangalia kwanza, hii pesa ukiangalia, hajanisumbua sana oh, sijaingia machimboni sijaenda kutepeta kwao, ni mwendo wa kuenjoy, ni mwendo wa kuenjoy, anapata anachokitaka. Kwa hiyo hapo tunathibitisha ule usemi unaosema kwamba pesa sio kila kitu, lakini hakikisha hazikosi katika mapenzi, uwe nayo kwa sababu umesema kwamba pesa inangalisha penzi bwana pesa inafanya penzi lidumu, uhusiano jipendeze. Kuna kuna binti mmoja kunaambia una unajua Terence, unajua unajua kuwa pesa ni sabuni ya roho. Anakuambia kwamba pesa ni sabuni ya ya <laughs> sabuni ya roho, kwamba inakufanya uwe na furaha moyoni ufikirie vizuri unana, yeah. Mentally unakuwa upo vizuri, yeah. na unakuwa na confidence, full confidence, unakuwa unajiamini hata unapokuwa boys, unapokuwa unaenda kumwangalia mpenzi wako ukiwa na kitu na chochote kitu mfukoni auweze kuwasema najua nitafodi kile atakachokuwa ananiomba, kila atakachoniomba mimi kuna asilimia fulani za kuafodi. Kwa sababu kwa, kuna, kuna pesa ina ina nguvu sana kwenye mapenzi. Lakini pia sio hata kwenye mapenzi, kwenye maisha ya kawaida. Kwa una pesa, una kwa mba, na pesa unakuwa na full confidence ya kwamba naweza nikafodi kile kitu ambacho ninakitaka. Kwao tupate tujitahidi tuwe na heri. Na mimi naweza nikakubaliana naye wewe dada, kwa sababu kiheshifu ukiangalia mtu ukiwa na pesa hata zisipokuwa nyingi, kuna namna fulani una nawili. Kwa hiyo waliosema pesa sabuni ya roho, kwa kweli wala hajakosea. Kuna namna fulani hata rangi karangi kanabadilika, utasikia huyu alikuwa alikuaga, si kweli zamani, najua. lakini baada ya kushikashika vichenji hmm. anaanza kutakata najua ukiwa na pesa unakuwa na furaha, amani na ukiwa na amani ti na hey, na na na, hmm. Pesa inaongea. Pesa inaongea ina. <laughs> inakupa mwonekano lakini mm. Kuna ule msemo pia akasema, umaridadi unaficha umaskini. Unajua, umaridadi nao pia unahitaji pesa. <laughs> <laughs> umaridadi pia unatafuta pesa, sema au hawa hawakuweka kiasi ambacho umaridadi unahitaji mm -hmm. lakini umaridadi unahitaji pesa, kwa sababu utavaaje nguo ambayo imefuliwa kama una hela ya kununua sabuni ngumu? Utavaaje umemechi na mpenzi wako wakati hauna hela ya kununua sabuni? <laughs> <laughs> <Mkatoke. laughs> unaona bado pesa mm. ina nguvu ina power kwenye mapenzi licha ya kuwa angalizo sana pesa tusielekeze kwenye mapenzi iwe kwa kiasi, kiasi chake lakini lakini pia pesa. Mm. sawa sawa. Lakini pia pesa kwa sababu inatufanya tuonekane maridadi mtazamaji basi unaweza ukatuambia kwa kudondosha komenti yako je pesa ndo kila kitu kitu si kila kitu kila kitu lakini siku zote King Sharif tunajua siku zote tunajua kuna, siku zote huwa kuna faida na hasara Faida gani mtu anapata anapotumia anapotaka anapotumia pesa kupata penzi? Maana wengine huwa wana force mm, wengine huwa wana force okay. Lakini unajua faida ya pesa kwenye mahusiano mm -hmm. Cha kwanza inakuwa haraka, unapata kwa haraka, haraka kupatikana mm -hmm. kile kitu unachokitaka ni inakuwa easy cha cha sana kukipata mm -hmm. Lakini pia kukupa confidence mm -hmm. kukupa confidence ya kuweza kuongea Ustadi <laughs> kile unachotaka wewe sana. Kuna jamaa fulani ndio yuko bwana, anasema kwamba unapoomba namba ya mwanamke mpenzi mpya, ndio mm. umeomba namba. Usimpe maneno. Mm. Cha kwanza kabisa, anapokupa namba, weka maumala. Tangi salio. <laughs> <laughs> <fur> Tangi salio kwanza. Ndio mambo yaendelee. Lakini, mm. pia tu sio watu wa kumwaga. Mwaga, unajua pia maana, sasa hivi wanawake ni watu ambao sasa hivi wanatumia akili. Wana, wanakubana, sio naangalia akili ya mtu. Sasa huyu mtu ndio kala kaja leo. Kanipa hela. Huyu mtu ana akili mm. Anatunza vipi hela mm. yake? Huyu si ni kimwaga tu kama vimwaga wengine mm -hmm. Sitanipa mimi, na kesho naomwagia mtu. Kwa baadhi ya wanawake. Eh, wapo ambao wanatumia akili mm. eh, wapo kabisa na Boys tusio watu wa kumwaga mwaga. unaweza kumwagia ila na asikupenda kwa sababu mapenzi yanachagua mm. na ni hisia sasa wanaweza kuonyesha kwamba anakupenda kwa lengo la kukuibia lakini sio kwamba anakupenda kweli kwa kutumia akili kwanza eh, hapo ndo tunakuja kwenye zile hasara sasa za mm. kutaka mapenzi kwa ajili ya pesa zako ndio mm. hiyo unajikuta unamwaga pesa kumbe huyo mtu hana upendo na wewe hata kidogo ila ile pesa yako ndio imefanya akupende mm. ila sasa tukienda mbali zaidi tukienda mbali zaidi, kuna hao wengine pia wanatumia pesa zao huwa katika mapenzi kunyanyasa wapenzi wao, akijua kwamba mimi nina pesa hawezi kwenda kwa mwanaume mwingine akampatia pesa kama hizi ambazo mimi nampatia basi ujue kwamba huyo mtu anakuwa na hisia na yule mpenzi wake, sawa. mm -hmm. Kuna ule kuambia kwamba boys tunaweza tukatamani, si ndio? mm -hmm. Fulani ni mzuri, ni mrembo, ana sura kali, ana shepu kali, kila kitu kipo sawa, mashara akaumbika, mtoto kashusha kutoka mbinguni, wanavyosema ameumbwa na udongo wa kwanza, ana kila kitu. Kwao una pesa, unasema Niishi naye tunaona kibishi, niishi naye mm. So, unaishi naye kibishi, ila emotional haupo naye mm. Ila kwenye pesa upo naye kwa sababu unaafodi kila anachokitaka binti mm. ya watu mwisho siku anakupenda kwa sababu anaona kabisa unatimiza kila anachokitaka, mm. Lakini wewe kwa upande wako una muda naye so, kumnyanyasa inawezekana kwa sababu unajua huwezi kuondoka kwa sababu sinacha kuteka kupitia hii pawa yangu ya hela mm. Kwao nakunyanyasa the way ninavyotaka kwa sababu huwezi kuondoka lakini hiyo ni mbaya kwa sababu unamtesa mtoto wa watu. Unampa maumivu, unampa maumivu ya moyo eh, ila kuna mmoja aliniambia kwamba kuna kansa ya akili. Siku hiyo nilishindwa kuelewa, labda kuna, kansa mp... zaidi, kuna... Mm. Wa ambao, ya eh, moyo <laughs> <laughs> kwa sababu kikumbuka lile tukio ambayo mtu alikupiga moyo, unashtuka mm, unashtuka sijui unadua, lakini sasa kuna mwingine nadhani hiyo, hebu ingine kansa ya tuukasyakili inaweza ikawa hivi, ukisha, ukisha pata hiyo kansa ya akili mm, ukiona hata watu wanaopendana kweli mm -hmm. unaona kama vile wanadanganyana ni wapouzi, unaanza kufikiri mapenzi ya...